akaelekeza kutoa msamaha na kwenye taasisi za kidini msamaha uliotolewa, nikamke leo IGP, pamoja na jeshi la polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta askofu Gwajima, iacheni mwacheni aendelee na ibada zake. Waziri mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameliagiza Jeshi la Polisi nchini humo liache kumtafuta Askofu Daktari Josephat Gwajima kama walivyokuwa wametangaza awali ili aweze kuendelea na shughuli zake. Amesema baada ya kutoa msamaha kwa Kanisa la Ufufuo na Uzima, waumini wanahitaji wamwone kiongozi wao, hivyo anatakiwa ajitokeze hadharani aendelee na kazi yake. Mwachene ajitokeze, tujenge umoja wa kitaifa, tushikamane kurudisha umoja wa kitaifa. Tumekutana na TEC, viongozi wa dini, wa mila na viongozi mbalimbali; twendeni sote kwenye jambo hili, tujitokeze tuhamasishe Tanzania yenye amani, huu ndio wito wa kiongozi wetu wa nchi. Waziri Mkuu Mwigulu ameyasema hayo Jumapili hii Novemba 30 mwaka huu 2025, wakati akizungumza na mamia ya wakazi wa Arumeru katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa Magufuli Leganga, Usa River wilayani Arumeru, mkoa ni Arusha. Nilishasema kanisa lifunguliwe, najua wale pale kanisani walikuwa wanasema, sasa kanisa limefunguliwa sasa, baba yetu yuko wapi? Kwa kuwa baba yao hajawahi kukamatwa na polisi, na polisi walitoa tamko wanamtafuta, inawezekana aliko akaogopa kutoka, kwa kutania, polisi wanamtafuta. Naelekeza, Mheshimiwa Rais alisamehe vijana ambao ambao walionekana wamepita kwenye mkumbo bila bila kujua kinachofanyika, akaelekeza kutoa msamaha kwenye taasisi za kidini. Msamaha uliotolewa nitamke leo, IGP pamoja na Jeshi la Polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta mtafuta Askofu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake, mwacheni ajitokeze tujenge umoja wa kitaifa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 turudishe umoja wa kitaifa sote, twendeni tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifuata, hakuna atakaye shinda, tutapoteza taifa, hakutakuwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonyesha ubingwa kwenye kugomba taifa letu.